Katika kuadhimisha Siku ya Mapinduzi ya Zanzibar, jiji la Mwanza linawaletea burudani ya kipekee, mechi ya kirafiki ya kihistoria, mashabiki wa Simba versus mashabiki wa Pamba Jiji watatiwana mastaa wa zamani waliowahi kung'ara kwenye timu hizi mbili maarufu kwa mafanikio. Mchezo utapigwa siku ya Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa kwanza elfu mbili na sita katika uwanja wa Nyamagana kuanzia saa nane mchana. Ni kumbukumbu kumbu, ni burudani, ni hadithi za mpira zinazofufuka tena. Na si mpira tu! Kutakuwa na mchezo wa kina dada, kina mama, zawadi kibao na burudani ya nguvu familia nzima. Jumatatu ya tarehe 12 Januari 2026, kuanzia saa 8 mchana, uwanja wa Nyamagana, usikose kushuhudia historia ikiandikwa upya. Mapinduzi Day, Mwanza inasherekea kwa mshikamano, amani na burudani ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Mgeni rasmi ni mkuu wa mkoa wa Mwanza mweshimiwa Saidi Mtanda. Unakosaje? Unakosaji kwa mfano